Ndugu zangu katika imani, leo nawahusia masala mazima kuhusu nguzo tano za Kiislamu. Nguzo za Kiislamu ni misingi mitano muhimu ambayo kila Mwislamu anatakiwa kuzingatia katika imani zake na ibada zake. Hizi nguzo zinajulikana kama arkan al al Islamu, ni nguzo ambazo ni tano. Ya kwanza inafahamika kuwa ni shahada. Je, ye shahada yenyewe unafahamu ni ipi? Shahada ni kushuhudia imani ni ushuhuda wa kiimani na kutamka la ilaha illa Allah muhammada rasulullah, hakuna mungu apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wake. Ni misingi ya Uislamu ambayo kila jambo linaanzia hapo kwenye shahada la Kiislamu. Swala la pili ni swala. Katika hizo nguzo tano, nguzo ya pili ni swala. Ni ibada ambayo unatakikana kuswali mara tano kwa siku kwa muislamu ya kwanza ni alfajiri, ya pili ya dhuhuri, ya tatu ya alasiri, ya nne magharibi, ya tano isha. Swala tano katika mwislamu anatakikana kwa siku waziswali. Swala ni njia pekee ya kuwasiliana na mola wako na kudumisha utu wa kiimani. Nguzo ya tatu ni zaka, ndugu zangu.